Jina naitwa Chifu Yuvenali Ole Shirima ni mwenyekiti wa Umoja wa Vijana wa CCM wilaya ya Moshi Vijijini. Siku ya leo tumekuja kuwapokea ndugu zetu waliopokea Mlima Kilimanjaro wakiwa na bendera ya taifa yenye nembo ya Daktari Samia Suluhu Hassan, ikiwa ni bendera mahususi katika kuhimiza na kuhamasisha, siku ya tarehe ishirini na tisa kwamba ni siku ya kutiki ya kwenda kufanya kuchagua viongozi katika taifa letu tumewapokea ikiwa wamepanda zaidi ya siku nne na wameweza kushuka salama salamini na tumeipokea bendera katika geti letu la Marangu. Wito wangu kwa Watanzania, kwa mujibu kabisa pia na vijana wetu ambao wametokea Zanzibar, ikiwa ni vijana wa taasisi ya vijana ya kazi kizimkazi ya nguvu kazi kizimkazi Zanzibar, tunaenda kutoa wito kwa Watanzania kwamba Oktoba mwaka 2025 25 ni takwa la kikatiba kuelekea uchaguzi mkuu kwamba sio takwa la chama kimoja, sio takwa la Chama Cha Mapinduzi wala la ACT Wazalendo wala chama chochote kile cha upinzani, bali ni takwa la wazaleni, chucho, vyama vyote na wananchi, kwamba kila baada ya miaka mitano huwa tuna tabia na desturi ya kufanya uchaguzi na tarehe 29 ni siku ya kwenda kufanya uchaguzi kwa ajili ya kuchagua viongozi sahihi. Lakini nyinyi ni mashuhuda kwamba viongozi sahihi wanatokana na Chama cha Mapinduzi, kwa sababu chama chetu kina hoja za msingi na sera za msingi katika kuleta maendeleo katika taifa letu. Ndio maana yake tunasema tarehe 29 Oktoba, twendeni tukatiki kwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa wabunge na madiwani wa CCM, kwa sababu wana sera na hoja za msingi katika kuleta maendeleo kwa wananchi. Asije akakudanganya mtu kwamba tarehe na tisa ni siku ya kuandamana kupinga uchaguzi. Huyo anakwenda kinyume na matakwa yetu ya katiba. Tutakwenda kuandamana kutiki kwenye vyumba vya kupiga kura, kwenye masanduku ya kupiga kura na sio maandamano mengine. Na nitoe wito kwa jeshi la polisi. Asije akatokea mtu yeyote kuandamana wakamwacha. Iwe ni panya, iwe ni mbwa. Ikitokea siku hiyo anataka kuharibu uchaguzi wetu, anataka kuharibu takwa la kikatiba, Jeshi la polisi niendeni kadili nalo na tuna imani kubwa na jeshi letu, kwamba lina ulinzi wa kutosha. Na niwatoe rai kabisa wananchi wasije wakaogopa na kutishwa kwamba siku hiyo kutakuwa na vurugu. Niwahakikishie usalama ni wa kutosha. Twendeni tukapige kura, tukamchagua Daktari Samia Suluhu Hassan wa wabunge na madiwani wa CCM kwa sababu Chama cha Mapinduzi kinao viongozi waliopikwa na kuoka vizuri. Asanteni sana. Safia Yakuti Juma ni katibu mtendaji wa taasisi ya vijana nguvu kazi ya Kizimkazi, Zanzibar. Awali nichukue fursa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa nafasi ya kuweza kutimiza ziara yetu hii iliyoanzia tarehe nne tarehe nne mwezi wa 10 2025 hadi leo tunahitimisha katika tarehe sita tarehe ngapi? nice. tarehe nane mwezi wa kumi ikiwa ni sehemu ya mafanikio ya kuipandisha bendera maalum ya mgombea wa nafasi wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan na tukio hili tunamshukuru Mungu limefanikiwa kwa namna yake, tukiwa tuko sote katika hali ya utimamu wa afya na tumefanikisha. Lakini pia kipekee nichukue fursa hii moja kwa moja kwenda kwa Watanzania, ikiwa vijana wa Kitanzania tunapaswa kuliendeleza taifa letu kwa namna yoyote yote. Hakuna mtu atakaye kuja kujengea taifa lako usipokuwa ni wewe mwenyewe. Kwa hiyo mwenye, tunapaswa tusimame imara katika nyakati ngumu kama hizi ambazo watu wanajaribu kutugawa na kutuyumbisha, lakini uimara wa Tanzania unajengwa na vijana ikiwemo sisi, na ndio maana tukaamua tuipandishe bendera kuonesha msitizo. Hatuna, hatuwezi kutetereka wala hatuwezi kurudi nyuma. Tunasubiri Oktoba tukatiki kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu. Majina tena tukumbushe, majina. Abu Sufiani Akuti Juma.